Dirisha dogo la msimu uliopita Clement Mzize, mchezaji mwingine katika eneo la kushambulia naye anaingia. Tabu iko pale pale. Tabu lele, weka mpira katika nafasi. Mzize Clement, Clement Mzize ameweka mali katika njia. Stefan Aziziki Tumbadi, Clement Mzize katika nafasi, Tumbadi, Stefan Aziziki akaandika msumali wa tatu kwa Young Africans, yeah. Msumbiji, mpira mrefu leo mbili katika nafasi sasa. Clement Mzize katika moja na mbili, lakini anakataliwa na ukuta wa Jericho ambao tayari umeshapokea mabao matatu mpaka sasa. sa Clement Mzize na Henok Kinonga, baka farana. Clement Mzize, Mzize Clement anacheza na Stefano Aziziki, amekuwa mali katika njia Clement Mzize. Mzize Clement Mzize Mzize Clement, lenga ndani katika nafasi Maxi <tosan> <tosan> Asiambaye alazimisha Clement Mzize, alimweka chini ukuta wa Jericho bado akatengewa tena na Stefana Ziziki, alimposa na kumkokota Mohamed Hussein, ana tapi anataapini mpira, lakini bao la pili kwa Max. Kwenye mchezo huu Klementi Mzize asisti nyingine anaitengeneza kwenye mchezo huu, pengine kuwapa ashuarens wananchi. Klementi Mzize katika moja na mbili anacheza na Stefana Ziziki mali katika nafasi paom pakom, pakom, zuzwano kaisha juu, weka mpira katika nafasi mbele. Klementi Mzize, Mzize Klement anampima umri sasa, anamweza Clement amekwenda chini na mwamuzi ameng'amua, ni madhambi wameyafanya Simba shemalon fondo amepata saizi yake mwili, lakini pia na nguvu. Alimwambia endelea kukaa nyuma kama vitobo vya mkasi, lakini alikwenda kugonga miguu shemalon na kumzuia kumegai da madanga. Azam TV, burudani kwa wote.